Chemba oye, oye! Ndugu mwenyekiti wa CCM wa mkoa Alahaji Adam Kimbisa, ninakushukuru sana kwa nafasi hii ulionipa, lakini zaidi pia nikushukuru sana kwa kuja kwetu Chemba kututembelea, lakini pia kuja kutuombea kura. Ninashukuru viongozi wote meza kuu tulioko hapo, lakini pia ninashukuru wananchi wote mliohudhuria hapa, ndugu zangu mimi kwa jina ninaitwa Jalali Mkunji, ndiye mgombea wa udiwani wa kata yetu ya Chemba, uwe nikawe diwani wa kata yenu, lakini pia mkamchague mbunge wetu wa jimbo la Chemba Kunti Yusufu Majala, lakini pia tukamchague Daktari Samia Suluhu Hassan. Haya yote tunayoyazungumza, mengi tunategemea yeye na bila yeye si chochote, ndugu zangu. Lakini pia ndugu zangu, mwenyekiti, mimi nakushukuru sana, wewe ni baba yangu, lakini pia Nataka niwaambie ndugu zangu wa Chemba, ninaomba mkanichague. Nina uwezo wa kuyasimamia haya yote ambayo tumeahidiwa na chama cha mapinduzi, lakini pia kama ninavyowaambia mwenyekiti, pia baba yangu vile vile, maana yake ni kwamba hata yale ambayo yatakuwa nje ya wa uwezo wangu, ninao watu wa kuwakimbilia, wanaweza kunisaidia mambo yakaenda vizuri. Ninawaomba sana watu wa Chemba, ninawaomba mkanichague Kanichagueni kwa sababu ninao uwezo wa kuwasaidieni. Kanichagueni, nitawasaidieni mimi. Ninawaomba msinibague kwa namna nyingine yoyote. Kanichagueni, nitawasaidieni, uwezo wa kuwasaidieni ninao. CCM oyee! Ninawaomba sana, ndugu mwenyekiti, sisi Warangi na wanaume Hatuna desturi ya kupiga magoti, lakini naomba mimi niwapigeni magoti. Ninawaomba wananchi wa Chemba, mkanichague kama diwani wenu, nitafanya kazi nzuri. Mtaridhika, mtaridhika ndugu zangu wa Chemba, ninawaomba sana mkanichague, mkanichague kwa kura nyingi. Nipeni kura nyingi, nipeni kura nyingi, nikafanye kazi ndugu zangu. Nashukuru.